Jana nilimsikiliza kijana wangu mmoja anaitwa Zitto Kabwe, alikuwa anaongea Lindi, anasema mzee Wasira anajua historia, kwa nini anabishana anavishana CHADEMA badala ya, ya kuzungumza. Mi niliwaambia tuzungumze Tundu Lissu akasema watatupotezea muda, sasa mtu ana muda wake na hataki upotee, we umlazimishe kupoteza muda wake wani? Kwa hiyo sisi tunawaambia wakiwa wana jambo na linazungumzika na linawezekana waje tuzungumze. Hawataki kuzungumza sasa, wanasema hayo mabadiliko wanayoyataka wao, ambayo mimi siyajui na hawajapata kuyasema. Tena leo nataka niwaambie, mtu waambie nini hasa mnataka, maana no reform, no reform. Reform nini? Reform nini? tumesha reform. Watuambie wawaambie Watanzania kitu gani hasa hawasemi sasa na wanachama wao wameanza kuwageuka, maana wanachama wao nao wanataka udiwani hata kama sijui wataupata, lakini kuupata ni majaliwa, lakini unawapa uhuru wa kugombea. Sheria ya, ya, ya uchaguzi inasema watu wajiandikishe. Wamejiandikisha, wajajiandikisha, na huo ni uchaguzi. Ndio mwanzo unavyoanza. Ukishajiandikisha ndio uchaguzi umeanza, au sio? Ndiyo, sasa unauzuia bwana, ukuzuia kujiandikisha? Na CHADEMA mawakala wao walikuwa kwenye vituo, wanatazama nani anajiandikisha. Sasa walienda kwenye vituo kutafuta nini? Kama haupo hakuna hoja. <laughs> Unajua, kama una hoja unaweza ukapiga kelele tu, na kelele haiwezi kuwa hoja. Unajisemea una tu mama, tunamwambia <laughs> uchaguzi ume Dar es Salaam pale wamejiandikisha mpaka watu wameomba wame, wame, siku zaidi, maana yake wako tayari kwenda kupiga kura huku, walishajiandikisha siku nyingi. Wagombea wameanza kupatikana kwa vyama vingine, sisi CCM tayari tunao, tuna mgombea urais na mwenza, na baada ya miezi mitatu ijayo tutaanza kupata wagombea wa ubunge kwa kufata utaratibu niliokwisha waeleza wa chaguzi ndio sasa watazuia sisi kupata wagombe. Kwa hiyo tunawaambia jamani, tuambieni. Alafu nawauliza, mnasema mtazuia uchaguzi, mnatumia mbinu gani kuzuia uchaguzi? Katiba ya nchi hii inasema uchaguzi wa Tanzania hauwezi kuahirishwa, iwe mvua iwe jua lazima tukachague, muda ukifika tunaenda kuchagua. Tunawauliza mtazuia uchaguzi namna gani? Hawasomi, hawasemi njia watakazozitumia. Kwa hiyo tunamwambia uchaguzi utafanyika na kama ana matatizo ayaweke hadharani, aiambie tume, kama haiamini CCM aiambie tume ni nini tatizo lake? Eh, nisikia Zitto anasema kuna chama, kuna kikao kinaitwa TCD. Sisi ni wanachama wa TCD, hatujakataa kikao, na mwenyekiti wa TCD ni mwenyekiti wa CHADEMA. Akiitishe sisi tutaenda, maana sisi watu wa amani, sisi hatutaki shari.